tatahadath an kaifa umaris lughat alarabiya kul youm hadhihi hiya almada lati inshallah saufa nujadil maina lyoum. Kabla hatujaendelea, hakikisha umewatafuta leo. Tupo na watu wetu wa nguvu sana, best ujasiriamali ni watu ambao wataalamu na wazoefu katika kufundisha masuala haya ujasiri ya ujasiriamali. Siku zote tunasema ujasiriamali ndiyo nini maisha sasa. Na hawa basi ujasiria mali wanakuambia ujasiria mali unalipa. Wanakufundisha namna kutengeneza ubuyu wa kawaida wa Zanzibar, ubuyu wa vipande pamoja na kutengeneza pilipili pili nzuri ambayo ina viungo vitamu. Jiunge nao leo hii uweze kupata ujuzi wako kusaidie maishani. Ujuzi utakao kupata utakuleta faida kubwa sana katika maisha yako. Karibu sana ndugu mtazamaji, na imani umeelewa. Au ni besti ujasiria mali, namba yao ni kama unavyoiona hapo katika screen yetu, hapo waweze kuwatafuta au pia unaweza kuutajia moja kwa moja watafute WhatsApp 0795 306936. Hao ndo besti ujasiria mali. Tuendelee katika pointi yetu ya leo, lakini nasema kwamba hivi kitini cha lugha ya Kiarabu bado kipo, njoo uchukue madini haya mazuri uweze kuongea Kiarabu leo hii. Pia na kwa wale ambao tu wanapenda kujiunga na kozi ya lugha ya Kiarabu, kozi hii itaanza ni tarehe 1 mwezi wa 11 2025, inshaallah. kozi hii sasa tunambariki kidogo. Ada sasa ni elfu kumi na tano tu, lakini ndani ada hii utapata vitu vingi sana vyenye faida. Cha kwanza utapata kitabu bure cha mazoezi, utapata kitini cha Kiarabu bure ambacho kinauzwa hapa pia utapata mafunzo ya ujasiriamali maalum mfano kutengeneza ti masala, biriani masala, fish masala na mengineo. Usipoteze fursa hii yadhimu. Jina langu nimesema mimi ni ndugu yako Ibrahim Marwa. Utakuwa nami leo katika hichi kipindi kizuri. Nazungumzia kaifa umarsi lughatil arabia kulla yaum, namna gani nitaongea Kiarabu au nitafanya mazoezi ya kuongea Kiarabu kila siku. Wow. Ni watu wengi wanaozungumza, wapo ambao hawajiamini, wapo ambao wanatamani kuongea Kiarabu lakini wanashindwa. Ni hatua gani atazichukua ili aweze kuongea Kiarabu? Nimekushawahi kuzungumza hapo kabla, nikasema hivi: ili uweze kuongea Kiarabu, kwanza unatakiwa kitu cha kwanza ujiamini wewe mwenyewe, sawa. Kitu cha pili, hifadhi yale maneno na misamiati ambayo unayohitajika yanayotumika kila siku. Hizo ndio njia ambazo zinazotumika. Sasa ndugu yangu, ikiwa wewe ni mtu wa lugha ya Kiarabu hasa al-mubtadi, yule ambao anaanza kujifunza bigina, katika bigina zote, ili uweze kuongea Kiarabu kuna vitu vya msingi utakavyofahamu. Ndiyo ambayo na leo nakwenda kuzungumzia kitu ambacho kitachokusaidia kuongea Kiarabu kila siku, kufanya mazoezi ya kuongea Kiarabu kila siku, ili uweze kuwa imara zaidi na zaidi. Cha kwanza, ikiwa ni bigina, ikiwa ni mubtadi katika lugha ya Kiarabu Hifdhul kalimat, ihfadhil kalimat lugha kula yaum. Hifadhi maneno kila siku. Hii ni njia ambayo shakupatia. Na katika ya kitini ambacho mmekiandaa nimeweka hizo system. Hakikisha kwa siku siku sikupita umefadha walau maneno mawili hata moja. Nikisema maneno lugha ya Kiarabu parts of the speech sehemu ya mazungumzo ya lugha ya Kiarabu iko sehemu tatu. Kuna aksamul kalam inaitwa, sawa aksamul kalam. Tuna ismu, fi'lu fi na harf. Hizi ndio sehemu za Kiarabu ambazo zimezunguka neno zima, ambayo ukiona mtu hata anaongea Kiarabu basi amepita sehemu tatu: ismu jina, fi'lu fi kitenzi hicho ambacho ni kitendo na nini, na harfu herufi au zile article, mfano herufi jar na mengineyo. Sawa, kwa mfano umehifadhi neno da, darasa. Darasa maana yake amesoma, yadrusu anasoma. Sawa, ukahifadhi herufi fi manake ni katika nini, article herufi au in ndani yake, au katika kitu fulani, ukahifadhi na neno lolote, mfano jamia, chuo kikuu. Baada ya kuhifadhi maneno hayo, umehifadhi kwa siku maneno aidha maneno mawili, mfano jamia, chuo, ukahifadhi baada ya herufi labda ila au fi, kisha ukahifadhi afaal vitenzo vitenzi mfano: dhahaba yadhhab, darasa yadrus. Ukishaifadhi hayo sasa, chukua daftari lako mwenyewe, aidha penseli au kalamu, kisha kaa chini, tunga sentesi. Mfano wa sentesi, tunga tu sentesi kawin jumla ta sahal, tunga tu sentesi nyepesi tu nye mfano uh, tadrus ukhti, dadangu ukhti tadrusu fi jamiati Dar es Salaam. Dada yangu anasoma katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, au ukhti tadhhabu ila al-masjid. Akhi ahi akala tufaha. Akhi akala tufaha. Baada ya kutunga sentences hizi, unafanya hivi, unaweza kuzihifadhi hizo sentences au kamshirikisha yule ambaye anajua Kiarabu, aidha mwalimu wako au mtu yoyote. Mshirikishe na mume wako au mke wako nyumbani, mtoto wako, yote ambaye anajua Kiarabu shirikishe hizo sentence. Ukishaweza kutunga sentence katika daftari, unaweza kuandika. Nakupa kazi hii moja, mbinu nzuri: kaa chumbani kwako mwenyewe peke yako, kisha zungumza Kiarabu, aidha jirekodi au sijirekodi. Ukirekodi na hizi, itakuwa ni bora zaidi au nini? Ongea kiarabu mfano, jitambulishe ismi fulani. Ismi nini? Ismi fulani. Umri, adrusu fulani. Adrusu fi madrasati al-huda. Adrusu nani? Uhibbu at-ta'ama. Si tunga za sentensi fupi fupi kidogo kidogo, utaona mabadiliko yako wewe mwenyewe. Ukishaweza kuzungumza kiarabu mwenyewe chumbani kwako, ukajirekodi katika simu yako hivi, kisha baadaye ujisikilizishe mwenyewe unapozungumza. Alafu mshirikishe mwenzako hiyo katika kufundisha, ndio shirikishe, mfundishe mwenzako, mshirikishe akusikilize, au mwalimu wako. Utaona tofauti ukisha perform hizo sehemu mbili, kuhifadhi maneno hey, eh, ukatunga sentence, kisha ukaja ukazungumza mwenyewe peke yako chumbani. Hatua nyingine na mwisho, tahaddath ma'az malaika, sasa zungumza na marafiki zako, nitafute mtu mtumchokozi tu wa Kiarabu, kayfa haluka ya akhi akizungumza maneno magumu mwambie okay, ina maana gani? Unarekodi, zungumza na rafiki yako, au zungumza na mwalimu wako, zungumza na yoyote. Hii hatua ya mwisho ndio hatua ambayo tunaita hatua ya kujiamini. Jiamini wewe mwenyewe kwamba hivi unaweza, na ujiamini kwamba hivi hakuna mkamilifu isipokuwa ni Allah peke yake. Kwa hiyo mimi ninapozungumza Kiarabu, sina maana kwamba ninapatia yote, bali nitakosea. Kwa hiyo kama nitakosea sasa, nina haki ya kurekebishwa. Kwa hiyo utakapokuwa nakosea rafiki yako atakapokurekebisha kukuweka sawa, kubali, chukua yale makosa uende ukafanyie kazi. Hiyo ndio njia nzuri ya kujifunza lugha ya Kiarabu. Narejea, nimesema hatua ya kwanza kwa ambao nataka kuzungumza Kiarabu nayo yanza, hakikisha na unahifadhi maneno kwa siku, ipate alao maneno mawili: hifadhi jina moja, kitenzi kimoja, herufi ya vina haja. Unaweza kuongezea tu baada ya kutunga sentensi katika daftari lako. Chukua daftari, andika sentensi fupi tu Kawwin jumlata, kawwin jumlata sahala, tunga sentensi nyepesi tu. Mfano, adhhabu ilal masjidi, akulu taama. Ukishaweza kutunga sentensi, jitahidi takalam binafsi, zungumza wewe mwenyewe, zungumza mwenyewe ukiwa chumbani kwako. Itakuwa bora zaidi kama utajirekodi, kisha baada yapojisikilizishe mwenyewe nilivyokuwa nazungumza. Lakini kama hutojali, mimi nipo tutasaidiana hata kama si mwanafunzi wangu katika uh, tuition zangu, tuma voice ulipojirekodi, tutarekebishana. Alhamdulillah, wapo ambao wananifuata tunasaidiana katika masuala ya hifdhi na mingine, tunashauriana. Na hatua ya mwisho nimesema tahaddath ma'a zmalaik, zungumza pamoja na marafiki zako, ongea nao kiarabu wala usiogope. Zungumza nao kiarabu pasina shaka yoyote. Nimemaliza, lakini nisema hivi tambihi Usijifunze tafsiri za Kiarabu, bali jifunze misingi na kanuni za Kiarabu. Utakuja nielewa, ukijifunza kutaka kutafsiri tu neno kwa neno, neno kwa neno utapata tabu. Jifunze kanuni. Kanuni hii hapa na bismillah na hivi jifunze, sema ishara hadha Muhammad na mengineyo. Nimalizia kusema hivi, tupo na besti ujasiria mali ambao tunamalizana nao katika kipindi hiki. Hakikisha umewatafuta ili uweze kujifunza ujasiria mali. Wanakuambia ujasiria mali unalipa. Hau best ujasiria mali watafuta namba 0795306936. Ulikuwa nami mwalimu Ibrahim Marowa katika kipindi hiki kizuri sana cha kujifunza lugha ya Kiarabu. Tumesema kaifa umaritil lughat alarabia hunaka khutwat